Utabiri wa nyota ya Simba mwaka huu 2026. Awali ya yote, ni kuombe usabuskraibu na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Simba ni nyota ya uongozi, ujasiri, shauku, nguvu, ubunifu, haiba na moyo wenye joto. Mwaka 2026 kwako ni mwaka wa kuinuka, mwaka wa kujionyesha bila woga, mwaka wa kupata heshima mpya na mwaka wa kuteka fursa ambazo umekuwa ukizisubiri kwa muda mrefu. Simba atang'ara mwaka huu kwa kazi, kwa mapenzi na kwa kuvuna matunda ya juhudi zake za miaka miwili iliyopita. Tuangazie kwenye mapenzi. Kwa wale walioko kwenye uhusiano, Simba ni nyota ya shauku na upendo wa zati. Mwaka 2026, unaleta kurudi kwa joto la mapenzi, mawasiliano mazuri, uaminifu zaidi, na mipango ya ndoa, safari au kuishi pamoja. Kuondoa wivu na visingizio, uhusiano utakuwa na chembe-chembe za moto na furaha, lakini pia mwaka huu utakuhitaji, Simba, upunguze kiburi kidogo. Miezi mizuri ya mapenzi ni Machi, Juni, Septemba na Disemba. Kwa wale wasio kwenye uhusiano, huu ni mwaka wa mvuto mkubwa kwa Simba. Utavutia watu kutokana na kujiamini, tabasamu, mwonekano, roho ya ucheshi na nguvu ya ndani. Upendo mpya unaweza kuanza ghafla kupitia eventi, safari, kazi au mitandao ya kijamii. Huu ni mwaka unaoweza kuleta upendo wa maisha endapo utakuwa mkweli na mwazi. Tuangazie kazi na biashara. Simba ni kiongozi wa asili. Mwaka 2026 unaleta kupandishwa cheo kutambulika kwa kazi yako, kupewa jukwaa jipya, mafanikio ya mradi mkubwa, mwanga kwenye umaarufu au kazi ya hadhara, kupata kazi bora zaidi au fursa ya kimataifa. Kwa wale wafanyabiashara, mwaka utakuwa wenye mafanikio katika burudani, fashion, urembo, uandishi, sanaa, biashara za mtandaoni na uongozi na ushauri. Kuanzia Aprili hadi Oktoba, Simba atavuna fedha, heshima na nafasi mpya. Tuangazie upande wa kiafya. Simba anatakiwa kuangalia zaidi moyo na shinikizo la damu, mgongo wa juu na mabega, uchovu wa mento overload, usingizi kupungua kwa sababu ya mawazo ya kazi, maumivu ya kifua ya stresi, homa za mara kwa mara kutokana na kukosa mapumziko. Ushauri wa kiafya mwaka huu 2026. Pumzika hata kama ni kinyume cha tabia yako, kula vyakula vyepesi usiku, epuka hasira, punguza kazi za usiku, safisha akili kwa mazoezi. Afya inakuwa bora zaidi kuanzia mwezi Agosti. Tukiangazia upande wa kifedha, pesa za Simba mwaka 2026 zinaongezeka sana kupitia kupandishwa cheo, biashara mpya, kazi za ubunifu, kazi za eventi, media au burudani mradi wa kundi au timu. Lakini pia Simba, si mwaka wa matumizi ya kifahari kupita kiasi. Ni mwaka wa kupanga. Tahadhari: epuka kukopa kwa anasa, epuka kutoa pesa kwa marafiki wanaokudanganya, usiwe mwepesi kununua vitu kwa show off. Tuangazie siku nzuri za bahati na siku za kujiepusha nazo. Siku nzuri za bahati kwa watu wenye nyota ya Simba ni Jumaa pili siku ya sayari ya jua mlezi wa Simba, Alhamisi na Jumanne. Siku za kujiepusha nazo ni Jumatatu na Ijumaa, haswa usiku. Je, ushirikiane na nyota gani na ujiepushe na nyota zipi? Nyota za kushirikiana nazo kwa mwaka huu ni nyota ya punda, hii huleta nguvu na hamasa. Nyota ya mshale huleta furaha, safari na fursa. Nyota ya mapacha huleta ubunifu na mawasiliano. Nyota ya mizani, mapenzi yenye mvuto na amani. Tuangazie nyota za kujiepusha nazo. Ni nyota ya ng'ombe, huleta tofauti za kitabia na kasi. Nyota ya kaa, hisia zake ni nzito, zinakuumiza. Nyota ya nge, nguvu za siri na wivu mkali. Nyota ya mbuzi, utawala mkali na ukali wa maamuzi, hauendani na Simba. Tuangazie saa nzuri za bahati na saa za kujiepusha nazo. Saa nzuri kwa watu wenye nyota hii ya simba ni saa tatu kamili asubuhi hadi saa sita kamili mchana, saa tisa kamili alasiri hadi saa kumi na moja kamili jioni, saa mbili kamili usiku hadi saa nne kamili usiku. Tuangazie saa za kujiepusha, ni saa kumi na mbili kamili asubuhi hadi saa mbili kamili asubuhi, saa sita na dakika thelathini usiku hadi saa nane kamili usiku. Tuangazie mafusho na manukato ya kuvutia bahati mwaka huu 2026 kwa watu wenye nyota ya Simba. Simba hupenda harufu za kifahari nzito, za joto na zenye haiba. Manukato yanayokufaa ni udi ya kifahari ambal, vanilla dark, miski ya zahabu, tobako na hani na pasholi yenye nguvu. Mafusho yanayokufaa ni udi mzito wa Kiarabu, ubani wa zahabu udi wenye harufu ya mbao na mkaratusi kwa kusafisha nguvu hasi. Tuangazie rangi za bahati na nambari za bahati. Rangi za bahati ni dhahabu, machungwa, bugundi, zambarau, black na gold combo. Nambari za bahati ni moja, kumi, kumi na tisa, ishirini na nane na thelathini na saba. Tuangazie ndoto za kawaida simba tazoota mwaka huu 2026. utaota jua kali au mwanga mkali ishara ya nguvu. Mfalme au kiti cha enzi, ishara ya uongozi. Simba ama mnyama mkubwa, ishara ya uvuvi na nguvu. Milima mikubwa, ishara ya mafanikio. Watu wengi wakikusikiliza, ishara ya heshima. Ndoto za giza au kukimbia zitaashiria uchovu au stresi. Tuangazie majanga au changamoto za kujiepusha nazo mwaka huu 2026 kwa watu wenye nyota ya simba. Tahadhari muhimu: epuka kupuuzia afya yako, epuka hasira za gafra, epuka kuamini kila sifa unayopewa, linda mali zidi ya watu wenye wivu, epuka safari za gafra kati ya miezi Aprili na Oktoba. Hakuna majanga makubwa, lakini upepo wa wivu na fitna utakuwa juu mwaka huu. Ushauri wa mwaka 2026 kwa watu wenye nyota ya Simba: tawala maisha yako, lakini si kwa hasira, kwa hekima. Simama imara juu ya mazungumzo yako. Jenga kitu chako, chapa yako, biashara yako. Shusha roho yako ya kukasirika haraka. Furahia matunda ya kazi yako bila kujisahau. Wasiliana kwa upendo na si kwa amri. Mwaka huu 2026 kwa Simba ni mwaka wa mwanga, uongozi, upendo wa moto, pesa zinazokuwa, miradi kufanikiwa, na kujenga kama mtu mwenye ushawishi na nguvu mpya. Ni mwaka wa kuonwa kusikika na kung'aa. Huo ndio utabiri wa nyota ya Simba kwa mwaka huu 2026. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notification zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri. Bye, baibai.